Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameiagiza Wizara ya Madini kufanya ufuatiliaji wa makampuni ya madini ambayo wameshikilia maeneo kwa muda mrefu lakini hawajaendeleza mpaka sasa yakiwemo makampuni matatu wilayani Ruangwa. Majaliwa amesema makampuni ya Nachu, Uranex na Paco Gems Limited yanapaswa kusema hatma ya maeneo yaliyoyahodhi kwa muda mrefu, vinginevyo ardhi hiyo itarudishwa kwa wananchi. Ametoa agizo hilo Oktoba 7, 2025 alipotembelea kampuni ya uchimbaji wa madini Huaer International Limited katika kijiji cha Ng'au Ruangwa mkoani Lindi. Ruangwa inayo fursa ya grafiti. Makampuni mengi yamejitokeza kuja kuchimba grafiti, kati ya makampuni sita ambayo tunayajua ni matatu tu ambayo ndo wameshaanza utekelezaji, tuna Lindi Jumbo tuna Elianje company na hii Lindi Graphite technology. Tunayo makampuni yaliyoanza upa ukaguzi, lakini mpaka leo bado hawajaanza kazi, ikiwemo na game Paco, Paco Gems toka mwaka elfu mbili na tisa mpaka leo hakuna maendeleo na hatuna taarifa yoyote inayoendelea. Lakini tuna Uranex pale Chunyu, wameshafanya compensation kutoka mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka leo hii hakuna maendeleo yoyote. Tuna Nachu ambayo pia amepata nafasi na heshima ya kusaini mkataba mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Ngwena, mpaka leo hii wamepotea na wana taarifa, pamoja na heshima aliyopewa ya kusaini mikataba na mheshimiwa rais, lakini bado hawana taarifa yoyote. Wizara ya Madini kuhakikisha kwa, kwa makampuni yale Nachu wale, Uranex na Paco Gems watuambie hatima yao, vinginevyo warudishe ardhi iende kwa wananchi. Hatuwezi kukaa na wao toka mwaka 2009 mpaka leo, wameizuia ile ardhi haina maendeleo yote. Tena wanazuia hata wananchi wadogo wadogo ambao wanahitaji kuchimba kwa kigezo cha sheria kwamba wao wameichukua ile kwa ajili ya uchunguzi mpaka leo hii, hawafanyi jambo lolote lile na wananchi hawaingii, wakiingia, wanawakataza kwa sababu ya sheria hiyo, huko wakiwa hawana jambo lolote la kufanya. Kwa hiyo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na watu wa kamishna madini, hakikisheni hili tunalichukulia hatua sasa, maeneo yale matatu. Kadhalika, Majaliwa amesema ujenzi wa kampuni hiyo ni utekelezaji wa maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuzalisha ajira kwa Watanzania kupitia uwekezaji. Kampuni ndio inaanza na inaendelea na ujenzi, itakapokamilisha sasa tutapata nafasi ya ndugu zetu majirani wa hapa Ng'au na Ndagala Chimbila, zote A na B, lakini Ruangwa kwa ujumla, kulingana na nafasi, watapata nafasi ya ajira, na mkakati wa serikali yetu hii inaongozwa Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ajira kwa Watanzania. Moja ya mkakati ni kuruhusu wawekezaji kuwekeza, na hasa uwekezaji unaotaka watu kufanya kazi, wataalamu na wasiokuwa wataalamu, wote kupata ajira kwenye maeneo haya. Huo ndio mkakati wa serikali. Kwa hiyo, wanaruangwa tumepata fursa, tuna kiwanda hiki, tuna Elianje. Nimepita Lindi Jumbo, tumeona watanzania wengi wamepata nafasi ya kuingia wale wenye utaalamu lakini na zile kazi ambazo hazihitaji utaalamu kwa hatua ya awali. Naona wataalamu wetu mpo, mmevaa kofia za kazi, mnaendelea eh? na kazi, nyie mmepata fursa ya awali, chapeni kazi. Tunahitaji tuwahakikishie hawa wawekezaji kwamba Tanzania, sisi wa Tanzania tunaajirika na tunaweza kufanya kazi hizi kwa nidhamu ya hali ya juu uaminifu wa hali ya juu ueledi kwa maana ya uwajibikaji wake. Mkishafanya hayo, mnafungua milango kwa wengine ambao wanahitaji fursa kama hizi, lakini nyie mkiharibu, hawa wataamua kuja na wengine wanaoamini kuwa ni waaminifu, tunapoteza nafasi. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa mkoa wa Lindi ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ameishukuru serikali kwa kuendelea kufungua fursa za uwekezaji kwa mkoa wa Lindi na Tanzania kwa ujumla, na ambazo kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikichochea maendeleo kwa wakazi wa maeneo hayo. Hii ni fursa kubwa sana sisi kwa wananchi wa, wa Lindi na kwa atika hili tunaishukuru sana serikali kwamba imeendelea kufungua fursa mbalimbali kwa wananchi wa Lindi lakini wananchi wa taifa letu kwa ujumla wake, na tunakupongeza wewe kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwa kuendelea kusukuma hizi shughuli zote za maendeleo katika mkoa wetu wa Lindi na taifa kwa ujumla. Kwetu sisi e, uwekezaji huu unaenda kuwa moja ya fursa kubwa sana sio tu kwa uchumi wa wilaya Ruangwa, mkoa wa Lindi, lakini taifa kwa ujumla, lakini pia ajira kwa wananchi wetu. Sisi upande wa mkoa tunaendelea kuahidi kutekeleza sera zote za uwekezaji ambazo serikali inaziweka, lakini kuendelea kushirikiana na wawekezaji na kuweka mazingira rafiki ili wawekezaji wawezidi kuja katika mkoa wetu kuwekeza kwa faida ya taifa letu na wananchi wetu kwa ujumla wake. Lakini pia wananchi wetu, tunatoa rai kwao kuendelea kushirikiana na wawekezaji hawa ili wazidi kuja wengi zaidi katika mkoa wetu wa Lindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi mkoa wa Lindi kwa ujumla wake na wananchi wote tunashukuru sana kwa jitihada hizi ambazo mnazifanya na tunahakikisha kwamba taratibu zote zitaendelea kufuatwa na sisi tuendelea kuzisimamia ili wawekezaji wazidi kuja, lakini na mazingira yawe rafiki zaidi kwa wawekezaji. Zaitun Mkwama, Daily News Digital <mulia>